wetu wa Swahili Voice pamoja nami ninaye Mzee Said Zam Ali kutoka Leicester ambaye katika kipindi hiki anasimama kama mratibu mkuu wa ziara ya ujio wa makamo wa rais, makamo wa kwanza wa rais wa visiwa vya Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud Othman ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Bwana Zam, karib Swahili Voice. Asante sana. Nashukuru, na hebu tueleze kwa kifupi um, ujio huu wa, wa, wa, wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud ni lini, utakuwaje na utaratibu ukoje hadi sasa? Asante sana mtangazaji. E, kwa kweli tutakuwa na ujio wa Makamo wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo hapa UK, na tumeandaa mikutano miwili mikubwa, moja utakuwako Coventry na moja utakuwako London Barking. Mikutano yote hiyo miwili itakuwa siku moja, utaanza na mkutano wa asubuhi ambao utakuwa Coventry na mkutano wa pili jioni utakuwa utaanzia saa kumi na moja mpaka saa tatu usiku utakuwa ko uh, back in London East, east London. Sasa tumechagua kuweka mkutano huku East Midland kwa sababu sasa hivi watu wengi wanaanza kuja nje ya London kama Milton Keynes, Northampton, Leicester, Coventry, Leeds kwa hivyo tuna population kubwa iko East Midland na juu huko. Kwa hivyo tumeweka center hapo Coventry ili kuweza kupata watu wengi ambao wana diaspora wa Tanzania ambao watausikia mkutano huu kuja kumsikiliza eh, mheshimiwa Othman Masoud Othman. Nadhani umeeleza ni wakati gani, ni saa ngapi katika siku hii ya jumapili mkutano huu utafanyika, kama bado kidogo, ningeomba utupitishe kidogo, mkutano utaanza saa ngapi, na je, kutakuwa na kiingilio? na utafanyika wapi hapo Coventry na hatimaye Barton London? E, mikutano yote miwili itakuwa haina kiingilio, ni mtu kuja moja kwa moja baada ya kupata, kupata tangazo hili anaweza kuwa at, na nafasi akahudhuria kuja kumsikiliza mheshimiwa. Na mkutano wa Coventry utakuwa asubuhi utaanza saa nne na nusu mpaka saa saba e, utakuwako katika holi ambalo linaitwa Harmon Holi ni 1112 King William Street CV1 5 JD, ambao huo ndio ni Coventry, saa nne na nusu mpaka saa saba za mchana, na mkutano wa Barking utaanza saa kumi na moja za jioni mpaka saa tatu za usiku, ambapo adresi ya Barking itakuwa 11 Abbey Road, Barking, IG11 7BT. Nami mikutano Nami yote hiyo, uh, tunawakaribisha wote wana wanadiaspora wa Zanzibari wa Tanzania kuja kumsikiliza mheshimiwa na kutakuwa na nafasi ambapo kama kuna masuala wanaweza kumuuliza ili kupata kujua hasa mazumuni yake na ya kujia huko. Shukran sana um, katika mkutano huu ni me, medokezwa chochote kuhusu lengo na madhumuni, ajenda nini, hasa mheshimiwa makamu wa rais anataka kuzungumza nani? Ni, ni kipi hasa, au ni kipi hasa kiini, maana yake, cha mkutano wenu huu na makamu wa kwanza wa rais? Kwa kweli mpaka sasa hivi hatujapata ajenda ambapo atakuja kuzungumza nini lakini yeye mwenyewe ametaka kuja kuwaona hawa watu. Kwa hivyo sisi tumejaribu kuorganize ili watu waweze kuhudhuria katika mkutano kumsikiliza nini atakuja kutuambia. baadhi baadhi ya wachambuzi wanahoji ni, ni, muda mrefu sasa tangu amechaguliwa na takriban mwaka mmoja au kidogo, lakini hajawahi kuja kuzungumza eh, na wananchi wa Uingereza na hasa ukichukulia kihistoria, Uingereza diaspora ilikuwa ni eneo kubwa la la linalounga mkono siasa za Zanzibar hasa katika upande wa vyama vya upinzani. Kwa nini sasa hivi? E, kutokana na majukumu yake ndio maana akawa hakuweza kuja katika kipindi chote hicho, lakini sasa hivi amejitahidi kubana ili kuweza kuja kuzungumza na sisi. Naam. Naam. um, sasa tutoke tu, tu, katika suala hili tuko katika community kumi na mbili takribani ikiwemo kama ile ya Leeds ambazo zina nguvu kubwa sana na zile za London. Um, kwa upande wa Leeds, mipango ikoje eh, hasa kuchukulia kwamba mkutano unafanyika maeneo mawili tu ingawa umeeleza kidogo, kwa nini mmechagua Coventry na London peke yake wakati kuna jumuia nyingine kubwa kama vile Leeds. Uh, na sasa hivi Glasgow eh, kwa kweli tumejaribu kuweka katikati kwa sababu kutoka na London na Leeds katikati ni, ni Coventry. Kwa hivyo tumeweza kuweka hapo watu mbalimbali ambao wanaweza kuja kuhudhuria katika mkutano huo na tumeweza kuwasiliana na community mbalimbali mbali za Leeds kuwapa taarifa kwamba kutakuwa na mkutano ili tupate wajumbe waweze kuhudhuria na Community ili tujue msimamo wa mheshimiwa Othman Masudi. Katika mkutano huu wananchi watapatiwa fursa ya kuuliza maswali na kama ipo. Je, kuna ukweli wowote kwamba tayari kuna watu maalum wamepangwa kuuliza maswali na sio kwa yoyote, yule mwenye swali ataweza kuuliza? Unatufafanuliaje dhana hii? E, kwa kweli hakuna mtu ambao wamepangwa kuja kuuliza swali E, tutatoa maswali kutokana na muda wa time utakayokuwa nayo, kwa sababu unajua hapa kila kitu kinakwenda kwa time. Kwa hivyo ikifika muda ukimefika itakuwa ndio mwisho wetu, lakini wa, wa, watakaouliza wote tunawakaribisha waje na maswala yao, wanaweza kumuuliza mheshimiwa e, na yeye atachukua nafasi hiyo kuwajibu. Nam, naomba uchukue fursa hii fupi eh, kusema chochote au kuambia chochote wanadiaspora, watu waliopo Uingereza juu ya ziara hii ya makamu wa kwanza wa rais mheshimiwa Uthman Masud Jumapili eh, hii inayofuata ah, ah, naomba kwa sana. Asante sana, kwa hakika tuna mgeni ambavyo atahudhuria UK eh, kama ulivyosema ni mara yake ya mwanzo toka kuwa makamu wa rais na mwenyekiti ja wa chama cha ACT Wazalendo kwa hivyo tuna wakaribisha wana diaspora wote wakiwemo Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla, waje kumsikiliza wa mheshimiwa kwa sababu ni mgeni wetu amekuja. Kwa hivyo lazima tuhudhurie ili kuja kumsikiliza na kuangalia nini atatuambia. Kwa hivyo tunakuombeni, wanajumuia sehemu mbalimbali katika UK, muhudhurie katika mikutano yote hii miwili ambayo baki na wa na shukran sana Bwana Said Zam Ali, ambaye ni mratibu wa shughuli nzima hii ya ujio wa makamu wa rais, eh, makamu wa kwanza wa rais visiwani Zanzibar, mheshimiwa Othman Masud Othman ambaye atawasili nchini Uingereza na atazungumza na wananchi jumapili hii, eh, akianza na kule Coventry, na baadaye Barking jijini London, ambapo atazungumza na wanadiaspora wengi wenye asili ya Zanzibar. Uh, kama mlivyomsikia Bwana Said Zam amewasisitiza na kugogoteza kwamba mjitokeze kwa wingi kumwona mheshimiwa makamu wa rais, kumuunga mkono na kumsikiliza nini hasa anataka kuambia. Wahenga wanasema mtu hakatai wito hukataa aitiwalo. Nawe kuwa miongoni mwao. Shukran sana bwana Said Zamu kwa kuongea nasi hapa Swahili Voice, asante sana. Nashukuru kwa wakati wako kunisikiliza, asante sana, asante sana, asante sana.